Uhali gani mwana SNS, karibu tena simulizi na sauti. Kifo cha papa kimechukua nafasi kubwa sana na kimekuwa ni moja ya habari kubwa duniani kote, ambako kifo hicho kilitokea mnamo Aprili 21, siku ya Jumatatu mwaka huu wa 2025 ambapo papa ndio kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki na akawa ametotoka akiwa na umri wa miaka 88. Sasa kifo chake kimefungua ukurasa mpya wa uchaguzi wa papa, ambapo uchaguzi huo huo unafanyika katika kile ambacho kinajulikana kama conclave, yani ule mchakato unajulikana kama conclave, ambao huo unakuwa ni mchakato wa kihistoria wa siri ambao huwa unavutia umakini wa mamilioni ya wakatoliki duniani kote. Sasa makala hii, lengo ni kuangalia nafasi ya Afrika ni ipi, na tunaangalia kwamba je, bara la Afrika lina uwezo wa kutoa papa, pengine papa anaweza akatokea Tanzania. Sasa haya yote tunaangalia, sio tu Tanzania, inamaanisha nchi nyingine za barani Afrika. Sasa kwanza kabisa inabidi kufahamu kwamba Afrika inachukua nafasi muhimu katika kanisa Katoliki kutokana na ongezeko la waumini wake, ambapo inasemwa kwamba bara la Afrika kwa sasa hivi linakaribia asilimia 20 ya Wakatoliki wa dunia nzima, ambapo idadi yake ni takribani watu milioni 270 waliobatizwa, ile kati ya waumini bilioni 1.4, na inatarajiwa kuwa bara la Afrika litakuwa na ushawishi mkubwa katika uchaguzi huu kupitia makardinali wake. Sasa kama nilivyosema kwenye makala hii, tunachunguza mchakato wa conclave, jukumu la makadinali wa Afrika wakiwemo kardinali Polycarp Pengo ambaye huyu ndio anayetokea nchini Tanzania. Sio yeye tu, Tanzania tuna makadinali wawili, lakini kihistoria tuliwahi kuwa na makadinali watatu, ambaye ni kardinali Rugambwa yule wa kwanza marehemu, ambaye alipata ukadinali mwaka 1960 baada ya pale pakaja kardinali Polycarp Pengo ambaye yeye naye ameendelea na ukardinali lakini alistaafu ile uaskofu mkuu wa jimbo kuu la Dar es Salaam mwaka elfu mbili na kumi na tisa. Sasa e, mwaka elfu mbili na ishirini na tatu akawa kapatikana tena kardinali mwingine ambaye huyu papa ambaye amefariki ndio alikuwa amempa huo ukadinali ambaye si mwingine bali ni kardinali Rugambwa. Yeye pia anaenda kwa jina hilo hilo, e, Rugambwa, ambaye tutamwona huko mbeleni. Yeye ni askofu mkuu wa dayosisi ya Tabora. Kwa hiyo e, tuna makadinali wawili. Sasa tuangalie kwanza huu mchakato wa uchaguzi wa papa ambao unajulikana kama conclave. Ni nini? Uchaguzi wa papa unajulikana kama conclave ambayo imetokana na neno la Kilatini kumklave likiwa linamaanisha ufunguo. Huu unakuwa ni mkutano wa siri wa makardinali wanaostahili kushiriki, yaani kardino elektras, ambao sifa yao kuu ama kigezo chao kikuu hawa makardinali ni miaka themanini, chini ya miaka themanini. Yani akiwa na miaka themanini hawezi akashiriki katika mkutano huu wa kumchagua papa Inamaanisha miaka 79 kurudi chini. Sasa mchakato huu unafuata sheria zilizowekwa katika kipindi cha Papa yohane Paulo wa pili, katika ile inayojulikana kama Universi Dominici Gregis, ambako ilifanyika ama ziliwekwa mnamo mwaka 1996, na sheria hizi zinasemwa kwamba zifanyiwa marekebisho kidogo na Papa Benedikto wa 16 mnamo mwaka 2007 pamoja na mwaka 2015. Sasa hivi ndivyo mchakato huu huwa unafanyika ambapo mwanzo kabisa tunajua kiti kinakopo kiko huru, yani sede vacante. Baada ya kifo cha papa, kanisa huwa linaingia katika kipindi cha sede vacante ambako Kardinali Kamelengo ambaye huyu Kardinali Kamelengo kwa sasa anajulikana kama Cardinal Kevin Farrell, ambaye huyu huwa ana jukumu la kusimamia mambo ya kawaida ya Vatican na huyu ndio huwa anathibitisha kifo cha papa na yeye huwa anavunja ile pete uh, ya papa, pete yake ya upapa ambayo inajulikana kama Fisherman's Ring. Baada ya hapo tunaingia kwenye mchakato ule mwingine wa pili ambao unajulikana kama General Congregations ambapo huu unakuwa ni mkusanyiko wa makadinali wote wakiwemo wale wa zaidi ya umri wa miaka 80. Hapa sasa ndo kina Kardinali Pengo ambaye yeye ana miaka 80 tayari ameshatimiza, na ifahamike kwamba Kardinali Pengo alizaliwa mwaka 1944. Kwa hiyo ukiangalia mwaka huu, ategemea atatimiza mwezi wa Agosti atatimiza miaka 80. Kwa hiyo inakuwa hiyo imemtoa kwenye eh, kile kinyang'anyiro kabisa. Yaani atafutisha miaka 81 mwezi wa Agosti. Kwa hiyo inakuwa imemtoa kabisa kwenye kinyang'anyiro hicho. Kwa hiyo hawa, kwenye hiyo General Congregation, wanakutana makadinali wa dunia nzima e, ambao wako hai, awe na miaka 90 awe na miaka mingapi, wote wanakutana, lakini watakaoenda kupiga kura kwenye ile conclave wanakuwa ni hao wenye umri wa miaka chini ya themanini. Baada ya hapo, sasa ndo inakaa conclave yenyewe, ambako makadinali wanaostahili, ambao kwa sasa hivi idadi yao kufikia mwaka ya 2025 ni makadinali 135 kutoka dunia nzima, ndio watakao kutana pale ili kumpigia kura kardinali, yani baina yao waweze kumpigia kura yule ambaye wanamuona kwamba anastahili kuwa Kardinali Mkuu, yani papabile sasa. Hii huwa inafanyika katika Sistine Chapel ambapo kura za siri huwa zinapiga hadi mmoja apate theluthi mbili ya kura zote, yani apate kura nyingi zaidi, ila tu ziwe ni theluthi mbili, yani mbili ya tatu, ambayo ukipiga mbili ya tatu ya makardinali hawa mia moja thelathini na tano unapata, kumbe kardinali atatakiwa apate kura zaidi ya tisini. Akipata chini ya hapo bado anakopa, hajapata. Labda yeye kapata themanini, mwingine kapata sabini, mwingine kapata zoezi linarudiwa, hata kama litachukua siku tano, mpaka atakayepatikana yule ambaye amezidi kwa hiyo theluthi e, mbili ya kura zote. Kama kadinali atapatikana, basi utawekwa moshi mweupe ukiashiria habemus papam, kwamba papa amepatikana. Kwa au kama akikosekana, huwa unawekwa moshi, yale makaratasi yanavyochomwa huwa unatoka moshi mweusi, kwamba hamna papa aliyechaguliwa. Hatua ya mwisho huwa inakuwa ni kukubali uchaguzi ambako papa mpya anakubali jukumu na kuchagua jina lake, kisha anatangazwa na kardinali mwandamizi wa Dayakoni ambaye kwa sasa hivi, huyu kardinali anajulikana kama kardinali Dominiku Mamberti. Huyo ndio kardinali wa Dayakoni ambaye ndio ana jukumu la kumtangaza papa. Sasa tuje tuangalie nafasi ya Afrika na jukumu la Afrika katika uchaguzi huu wa papa. Afrika ina jukumu ambalo limekuwa linakuwa kama nilivyosema, kutokana na idadi yake ya waumini, kwamba bara la Afrika lina zaidi ya asilimia ishirini. Lakini changamoto ni kwamba pamoja bara la Afrika kuwa na asilimia ishirini ya Wakatoliki wote duniani, lakini uwakilishi wake kusema kweli ni hafifu, kwamba makadinali wanaosemwa kwamba watapiga kura wakitokea barani Afrika, kati ya wale mia moja thalathini na tano ni kumi na nane tu. Inamaanisha hiyo ni asilimia kumi na tatu tu, na wengi waliotawala katika makadinali hao ni kutokea barani Ulaya. Ndio maana kwamba imeonekana kwamba itakuwa ni ngumu kupata eh, papa kutokea bara la Afrika au kutokea bara la Asia. Kwa sababu hiyo, inasemekana kwamba kwa asilimia kubwa papa anaweza akatokea barani Ulaya, japokuwa kuna majina machache ambayo tutayaona, wako hapa barani Afrika, ambao wana vigezo hivyo vya kuchaguliwa. Sasa huyu papa ambaye amefariki Papa Francis, yeye ndio anasema kwamba aliimarisha sauti ya Afrika kwa kuteua makardinali wapya, akiwemo Protest Rugambwa, huyu ambaye ndio yule wa Tabora, eh, Tanzania hapa, lakini pia Stephen Brislin wa Afrika Kusini na Stephen Ameyu Martin Mulla huyu wa Sudan Kusini mwaka 2023 pamoja na Jean Paul Vesco wa Algeria na Ignas Besi Dogbo wa Korevoi mwaka 2024 makadinali wa Afrika kama nilivyosema, kati ya hawa sasa hivi watakaopiga kura mia na thelathini na tano wanaostahili kupiga kura ni makadinali 18 ambako kuna takribani ya makadinali jumla 29 kutoka Afrika. Kwa hiyo kumbe katika wale makadinali 29 ambao jumla, yani makadinali yote kumi na nane, kumi na moja wengine hawana vigezo, ndio akiwepo kina Kadinali Polycarp Pengo, ambapo wanawakilisha nchi mbalimbali DRC, Tanzania na Senegal. Na hapa kuna orodha kuna, yani yani ya ya kuna huyu Peter Kodwo Apia Tukson. Huyo ni wagana, ana umri wa miaka 76. Unaweza ukaona baada yupo ndani ya ule umri wa kuweza kupiga kura na yeye kuchaguliwa. Huyu yeye ni kansela wa Pontifical Academy of Sciences na huyu anasemwa ana ile papabile, yani ana ile eh, uwezekano wa kuwa papa kutokana na umaarufu na ushawishi wake. Lakini pia kuna Fridolin Ambongo Besungu. Huyu wa DRC, ana umri wa miaka 65, ni askofu mkuu wa Kinshasa anayejulikana kwa haki za kijamii. Huyu pia ni maarufu baba Bill, na ukiangalia makala mbalimbali zimetoka hata BBC wapi, zikisema kwamba huyu pia kwa bara la Afrika ana ushawishi eh, mkubwa kidogo, na amejitengenezea jina katika jamii za kimataifa. Lakini pia kuna huyu anajulikana kama Diodene, Nzapalainga, huyu ni wa jamhuri ya Afrika ya Kati, umri wake ni miaka 58. Huyu ni askofu mkuu wa Bangui. Lakini pia kuna Stephen Brislin, huyu anatokea Afrika Kusini, ana umri wa miaka 68, ni askofu mkuu wa Cape Town. Lakini pia kuna huyu wa nyumbani kabisa hapa nchini Tanzania, akitokea huko katika dayosisi eh, ama jimbo kuu la katoliki la Tabora, anajulikana kwa jina la Protest Rugambwa na umri wake ni miaka 64, na kwa hiyo unaweza ukaona umri wake una unaruhusu kabisa kuweza kuchaguliwa, lakini pia yeye kuchagua. Kwa hiyo huyu kwa Tanzania ndio atakuwa anatuwakilisha yeye kama mchaguaji pekee, kwa sababu Pengo yeye umri wake, kardinali Pengo yeye umri wake tayari umeshavuka miaka ile ya kuingia kwenye conclave, ingawaje tutaona kwamba aliweza kushiriki zile conclave mbili zilizopita 2005 pamoja na 2013, lakini pia huyu Protest, kama nilivyosema, ndio tunategemea sasa hivi atakuwa yupo huko, Vatican. Lakini pia kuna huyu anajulikana kama Stephen Ameyu Martin Mola. Huyu ni wa Sudan Kusini, umri wake ni miaka 61 na ni askofu mkuu wa Juba. Lakini pia kuna huyu anajulikana kama Ignace Bessi Dogbo. Huyu ni wa Cote d'Ivoire, umri wake ni miaka 63, ni askofu mkuu wa Abidjan. Lakini pia kuna huyu anajulikana kama Jean Paul Vesco. Huyu ni wa Algeria, umri wake miaka 63, ni askofu mkuu wa Algiers. Lakini pia kuna huyu anajulikana kama Robert Sarah. Huyu ni wa Guinea, atafikisha umri wa miaka 80 mnamo Juni mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Kwa hiyo huyu ataingia kwa sababu ana hiyo miezi michache tu alikuwa amebakiza aweze kufikisha miaka 80, e, na angepoteza sifa. Kwa hiyo huyu ana sifa hiyo, huyu ni prefect mstaafu. Kwa hiyo e, kama nilivyosema ni ata karibuni makardinali wasiostahili kupiga kura ama na electors, ndo kuna huyu Jean Zebo wa Mali, umri wake ni miaka 81 anatimiza na mnamo Desemba mwaka 2024. Huu ni askofu mkuu wa Bamako mkutano wa jumla, ambaye huyu umri wake kama nilivyosema ni miaka 80 na ni alikuwa ni, ni askofu mkuu mstaafu wa Dar es Salaam na alishiriki kwenye conclave ya mwaka 2005 na conclave ya mwaka 2013. Tutaziona zote hizi kwa muhtasari sana tu uzione zilikuwaje, lakini pia kuna huyu anajulikana kama Antonius na Quib. Huyu ni wa Misri, umri wake ni miaka 90. Huyu ni patriarki mstaafu wa Alexandria, lakini pia kuna huyu anajulikana kama Alexandre Do Nascimento. Huyu ni wa Angola, umri wake ni miaka mia moja, ni askofu mkuu mstaafu wa Luanda. Pia kuna huyu anajulikana kama Christian Wigan Tumi. Huyu ni wa Cameroon, umri wake ni miaka 94, ni askofu mkuu mstaafu wa Douala. Lakini pia kuna huyu anajulikana kama Emmanuel Wamala, huyu ni wa Uganda, umri wake ni miaka 98, ni askofu mkuu mstaafu wa Kampala na wasiwasi kidogo, umri huu ulivyoenda, kama huyu ana miaka mia inaweza ikawa ni ngumu sana kwenda kushiriki eh, kwa, kwa sababu ya umri kidogo, ama hawa wenye umri wa miaka 98 sina hakika kama wanaweza wakashiriki, kwa sababu kushiriki pia kwenye, hiyo, eh, kwenye huo mkutano mkuu ni, ni optional kwa yule ambaye atakuwa anaweza kabisa lakini pia kuna huyu anayejulikana kama Wilfred Fox Napier wa Afrika Kusini, umri wake ni miaka 84, ni askofu mkuu mstaafu wa Durban. lakini pia tunaye Gabriel Zuberi wako wa Sudan, umri wake miaka 84, ni askofu mkuu mstaafu wa Khartoum. Lakini pia tunaye Theodore Adrien Sar, huyu ni wa Senegal, umri wake miaka 88, ni askofu mkuu mstaafu wa Dakar. Lakini pia tunaye Sebastian Koto warai huyu ni wa Lesotho, umri wake miaka 95, ni askofu mstaafu wa Mohale. lakini kwa kumalizia, tunaye Julio Duarte Langa Msumbiji, miaka 97. Lakini pia tunaye Philippe Ouedraogo, huyu ni wa Burkina Faso. Lakini pia Jean Pierre Kutwa Koreva. Lakini pia tunaye John Onaiken wa Nigeria. Lakini tunaye Laurent Monsego Pasinya wa DRC, tunaye Francis Arinze wa Nigeria, tunaye Bernard Agre wa Korevoa. Hao ndio ambao wanatokea Afrika ambao tunasema watatuwakilisha, kasoro huyu wa mwisho ambaye nimemtaja Bernard Agre, yeye huyu alishiriki ile uh, conclave ya 2005 lakini tayari alishatutoka akawa amefariki. Sasa tuziangalie tu hizi conclave mbili za mwisho zilikuwaje na matokeo yake, ili tuweze kuelewa huu mchakato huwa unaendaje. Conclave ya mwaka elfu mbili na tano baada ya kifo cha Papa John Paul wa pili, ama John Paul wa pili, makardinali mia moja na kumi na tano walimchagua Kardinali Joseph Ratzinger, e, ambaye huyu ndiyo yule aliyeitwa Papa Benedikto wa kumi na sita baada ya kura nne yani, mizunguko minne ya kura, ambako Tanzania tunafahamu kadinali pengo e, alituwakilisha e, huyu kipindi hiko alikuwa na umri wa miaka sitini. Alishiriki pamoja na Francis Arinze wa Nigeria na Peter Takson wa Ghana na Wilfred na pia wa Afrika Kusini. Arinze alionekana kama papabil, lakini Ulaya ilishinda kipindi hiko. Yani huyu Arinze alikuwa papabil, yani ana sifa zile za kuwa papa ana ule ushawishi na watu wengi walimtegemea hivyo. Lakini pia mbali na hivyo, pakaja konklave ya 2013 baada ya kujiuzulu kwa Papa Benedikto wa 16, tukio ambalo lilishtua sana kwa sababu lilikuwa ni nadra lijatokea kwa miaka mingi sana, kwa miongo mingi sana, papa kuweza kujiuzulu. Makardinali 115 walimchagua alimchagua Kardinali George Bergoglio ambaye huyu sasa ndo huyu Papa Francis. Kipindi hiko Kadinari Pengo wa Tanzania alikuwa na umri wa miaka 68. Kulikuwepo kuna John Onaiyekan wa Nigeria, lakini pia kulikuwa kuna Laurent Monsengo Pasinya wa DRC na Tukson pia walishiriki, wakiimarisha sauti ya Afrika katika hiyo eh, conclave. Kwa kwa hiyo kiujumla zoezi hilo linaendelea, lakini makadinali ambao wanaweza kuwa papa, yani papabile wenye uwezekano wa kuwa papa kutokea Afrika. Wataalamu wanaona kwamba nafasi ya Afrika ni ngumu, labda pia kama wataungana wenyewe kumi na nane labda waungane na Asia, wanaweza wakajitahidi waka, lakini kura kumi na nane mpaka kufikie tisini zinazohitajika ni parefu sana. Lakini tunaweza tukaangalia kuna huyu Kardinali Peter Turkson wa Ghana umri wake miaka 76, huyu anasemwa ana uzoefu wa kimataifa na anachukuliwa kuwa mtu wa maelewano. Kuna huyu Kardinali Fridolin Ambongo Besungu, nilimtaja mwanzo. Huyu bwana yeye anasemwa kwamba ana sauti yenye nguvu, eh, na anahubiri haki na amani. Umri wake miaka 65, kwa hiyo yupo kwenye umri ambao pia ni sahihi. Lakini pia tunaye huyu wa kwetu Tanzania kama nilivyomtaja mwanzo Kardinali Protase Rugambwa yeye umri wake ni miaka 64. Huyu ndio mwakilishi wetu Tanzania anayestahili kupiga kura ama kupigiwa kura, ingawa yeye sio e, maarufu, anakosa ule umaarufu e, ambao ungeweza kumsaidia labda aweze kupigiwa kura. Kwa hiyo ni swala la kuona, je, tutakuwa na papa mweusi kwa mara ya kwanza e, kwa mara ya kwanza kabisa tupate papa mweusi au papa ataenda wapi? Ataenda Asia au ataenda Ulaya? Kumbuka, huu papa wa sasa hivi aliyemaliza yeye, alikopo anatokea huko Argentina, kwa hiyo, hiyo ni Amerika ya Kusini. Ni suala la kusubiria na kuona wakati hawa mapapa wa wanakutana hawa mapapa mia moja thelathini na tano kwa ajili ya kumchagua papa mpya. Asante sana kwa kuwa nami kwenye makala hii ambayo leo tumetoka kidogo kwenye masuala ya siasa tukawa tumekuja kwenye hili jambo eh, ambalo ndilo linazunguruka nikaona kuna haja ya kuingia na ku, Audio series za kusisimua. Eh, eh, makala za ulimwengu, siasa za dunia katika uchambuzi wa kina